Na kwenye taarifa nyingine ambayo tunaiangazia ni kwamba baraza kuu la chama cha ODM limemwidhinisha rasmi seneta wa Siaya Uburu Odinga kuwa kinara wa chama hicho. Uamuzi huo ulifanyika katika mkutano maalum ulioandaliwa jijini Mombasa, ambapo chama hicho kimeandaa hafla maalum ya kuadhimisha miaka ishirini tangu kuanzishwa kwake na hayati Raila Odinga. Setolale anatuarifu. Safari ya kuidhinisha miaka ishirini ya chama cha ODM huko Mombasa iling'oa nanga katika kituo cha kuabiri gari la moshi la SGR jijini Nairobi. Ni treni spesheli ambayo ilitengewa wanachama elfu kumi wa ODM, wakiwemo viongozi wa chama hicho safari iliyochukua saa tano huku wanachama wa ODM wakiburudika safarini kwa nyimbo na densi. Wamesema viongozi, tukae pamoja, tushikilie chama, tukue na unity of purpose kama viongozi wa chama, na wanatutegemea sisi kama viongozi tupeleke chama mbele na tusisarambaratishe chama tayari, tusherekee. Hata ukiwa nyumbani kama ujafika na Mombasa, sherekea pamoja na sisi, furaha na wa Kenya, tukoe pamoja. Umewahi kuona chama kinafurahiwa namna hii hapa Kenya? Wewe ni mtangazaji mashuhuri hapa Kenya, umewahi kuona chama ambaye watu wamefurahia kama ODM hivi? Ndugu yangu bwana, wambia wakenya bana, chama ni kimoja, chama ni ODM. Gari hilo la moshi lilipofika jijini Mombasa, wanachama walihutubia wafuasi wao kabla ya kuelekea moja kwa moja kwenye mkutano wa baraza kuu la chama cha chungwa. Baraza hilo lilimuidhinisha rasmi seneta wa Siaya Oburu Odinga kuwa kinara mpya wa chama hicho. Seth Olale, runinga ya Citizen.